Ani mateso haya paka lini? Kama ukiwe huu paka lini? Nyumbani kwetu tumekuwa wageni, kwenye inji yetu tumekuwa omba omba. Ati kumbe shetani umekalia mafanikio yetu, kumbe ibilisi, kwenye inji yetu tumekuwa omba omba, sasa tumeamua sote tutapigana ha, tutapigania haki zetu, chitani tu kutoka. <laughs> Rose Muhando, Rose Muhando, Rose Muhando, Rose Muhando, hii wimbo iliimbwa miaka kumi na mbili iliyopita, hii wimbo ya Tanzania. Rose Muhando ni nabii, alitabiri kwa watanzania miaka kumi na mbili iliyopita kwamba kwa inji zetu tumekuwa watumwa, kwa inji yetu tumekuwa ombaomba, na hii wimba alikuwa anaambia wa wa wa Tanzania... <tanzania> ali Watanzania, na Watanzania hawakuwa wanajua. Sasa hii Watanzania, Tanzania Rose Muhando aliwatabiria, na saa hii, kuanzia saa hii Watanzania wote inafaa muite mu Rose Muhando mnabii, aliwatabiria kwamba mkaamke Mukapiganie haki yenu mukaamuke, mukafukuze ibilisi, ibilisi ambaye ni Samia Suluhu. Mukaamuke ati nchi <laughs> yenu mmekuwa ombaomba, yaani hamuna haki, munauliwa, hamuna haki, haki yenu mmekaliwa. Hiyo ni Rose Muhando aliimba, si mimi, na mimi sijasema kitu yote. Watanzania, ati jamani, mateso haya paka lini? tumekaliwa na shetani kwa hey! Jamani, <laughs> mwenye anajua, anajua kuimba hiyo yumba, aniimbie na voice anikomentie tafadhali. Lakini Rose Muhando, Rose Muhando ni nabii, Rose Muhando ni nabii, Rose Muhando. Ati nyumbani kwetu tumekuwa watumwa, hey, kwenye inji yetu tumekuwa omba omba. Gai, tanzanians Ainjieni nyinyi wenyewe mmekuwa watumwa, mme eh, mmekuwa kwamba mmekaliwa kwanza mnakaliwa mme na, na mama eh, Tanzania. Rose Muhando hiyo wimbo, hiyo wimbo tafadhali muimeki trend tafadhali, na mwandike Rose Muhando nabii wa Tanzania. Rose Muhando kweli hiyo wimbo Mungu alikuwa amekuonekani, na Mungu alikuwa amekunenea. Guy, jamani, mateso haya mpaka lini? kama huu paka lini? Ati kwenye inchi zetu tumekuwa watumwa sasa. Tumeamua sote, tunasema amua shetani, tunakota Watanzania hey, Watanzania, Tanzania. tanzaniaee nis, ni sina ubaya na nyinyi, ni wimbo tu, nilikuwa najaribu kuanalyze <laughs> na imenipamba tafadhali.